athari ya kibiashara na akazikwa katika ardhi. Na kisha baadaye nani ambaye, kwamba kwa nini mtu amzae wa mtoto wake amuite mzee? Sasa kwa hiyo aki, akiwa ni mwenye kuishi na familia ya mamake na akalelewa baina yao kwa takriban kiasi cha miaka nane hivi. Na baada ya muda ulipopita, akaja bwana, ankuja katika mji wa Madina, kuja kumdai mtoto wa ndugu yake. Amekuja amemtaka mtoto wa ndugu yake arudi naye nyumbani katika mji wa Makka mtoto ni huyu Shaiba. Sasa amefikisha takriban, kawaida zenye kueleweka, bila shaka mama yoyote ataka ku, atataka kumshikilia mtoto wake, hasa ikiwa babake amefariki kama hivi. Basi alichobakia nacho huwa ni ule mtoto. Kwa hiyo wakawa asili ni wale, aliwaambia nini? Aliwaambia huyu kijana Huyu mtoto yu atoka katika familia tukufu sana ya Kikureish, kwa hiyo twamtaka aende kwao awe ni mwenye kuzisoma, kwa sababu huyu ni mrithi wa familia ambayo kwamba ni tukufu baina ya Makureish. Wakawa mwenye kumwacha mtoto aende na ammi yake ambaye kwamba ni huyu bwana aitwa Al-Muttalib. Ammi yake Shaiba Sheiba, ambaye kwamba ni mtoto wa Hashim. Kwa hiyo al-Muttalib akawa ni mwenye kumchukua na ambaye kwamba amba alikuwa yamjua mjuu wa huyu mtoto, yaani familia yao ni maarufu baina ya Makuraish, lakini hakuna ambaye kwamba yamjua amba mjuu wa mtoto kama huyu hajawahi kuonekana. Kuwa jambo la kawaida, yaani waweza ukatoka wewe Kasema nda zangu sokoni oloi tip, tip nda zangu sokoni kwa choro wa mae, ukenda ukapata mtumwa ukanunua. Ukiingia naye katika mji wa Maka, watu wajua <coughs> amenunua mtumwa, yani ilikuwa jambo la kawaida. Sasa na wamuona al-Muttalib amekuja na kijana, na by the way walikuwa wakinunua sana sana watumwa wakiwa wadogo wadogo Nilikuwa wanapendekeza sana wanunue watumwa wakiwa ni wadogo, kwa sababu akiwa ni mdogo, utaweza kumfunza unavyotaka wewe. Wataka akusaidie katika nipi? Wataka akutumikie katika jambo gani? Je, ni katika masuala ya kuangalia ngamia au ni katika mambo ya kibiashara? hiyo watu wa Makka wakaona mtumwa wa Muttalib asili jina lake aitwa Shaiba, lakini ameingia naye katika mji wa Makka. Watu wa Makka wakasema, huyu ni nani? Ni mtumwa wa Almuttalib, wasijue kuwa ni mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo jina likamganda Abdul Muttalib. Sasa huyu Abdul Muttalib ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia Ibrahim alaihi ssalam na Ismail wakiwa ndio tanzu au tagaa la kizazi cha Ismail lililobakia katika mji wa Makka maarufu, tukisema kizazi kama hichi kikiitwa kwa ajili ya matukio muhimu yaliyotokea katika maisha ya Abdul Muttalib na hasa matukio mawili. Na leo insha Allah tutakuwa ni wenye kuanza kutaja moja. Abdul Muttalib, kuna wakati alikuwa ni mwenye kuota na kabla hatujaeleza ndoto ya Abdul Muttalib tukumbuke hivi sasa kama tulivyotaja mwanzo, Jurhum kabla ya kutolewa katika mji wa Makka bin Kilab, kisha baadaye Hashim, kisha baadaye kuja mpaka eh, Abdulmanaf, kisha mpaka kufikia kwa Abdulmutalib, zaidi ya miaka mia tatu au zaidi ya karne tatu, Zamzam haijulikaniwi, watu hawana habari na Zamzam ilipotea na ikapotea kabisa. Kwa hiyo Abdul Muttalib, usiku mmoja akawa ni mwenye kupata ndoto, akaota ndoto. Kuna mtu yuaja, anayuasikia sauti ya kisafi kaja yamwambia fur barra, chimbua ambacho kwamba kina thamani. Akawa ni mwenye kuuliza vile vile, vile, vile, wama barra awama albarra, na ni kipi hicho ambacho kwamba kina thamani? Baadaye asipate jibu na sauti ikawa yenye kupotea. Siku ya tatu mtawaliwa akawa ni mwenye kupata kupata ndoto vile vile, sauti ikija ikimwambia ukhfur zamzam, chimbua zamzam zam na kamba wanakuja kwa wingi, namba ambayo kwamba ni grand. Baina alfarti wadam, iko baina ya kinyesi na damu. Inda qaryatin naml, sehemu ambayo kwamba kuna jengo la chunguchungu chungu au labda makolokolo au uh, kisichoisha wala ambacho kwamba hakifeli ambayo kwamba kiko baina ya kinyesi na damu chunguchungu, kurabu. Abdul Muttalib hakuweza kufumbua fumbo kama hili, bado imekuja kwa njia ya mafumbo. Kwa hiyo akiamka asubuhi, aendelea na shughuli zake. Kuna wakati yuko katika lile jengo lao na kurabu ambaye kwamba ana mguu mweupe huenda ikawa yamaanisha wale makurabu pia ambao kwamba kwa hapa ni weupe, au ikawa yenye kumaanisha moja kwa moja mguu mweupe wallahu aalam. Alipoona kama hivi sasa, akaanza kuconnect zile dots, aka na sehemu kama hii ikiwa ni karibu na Kaaba wakaanza kuchimbua. Bila shaka itakuwa jambo ambalo kwamba litainusha li, lita, lita hisia za watu na kulikamilisha tukio kama hili, kufanikiwa kupatikaniwa kwa kisima cha Zamzam, mvutano uliokuwa baina ya Abdul Muttalib na waliobakia